Mechi dhidi ya RS Berkane baada ya Simba Sports Club kuweza kuwekwa vichwa chini baada ya RS Berkane kuweza kushinda goli mbili kwa bila eh, huko Morocco ambapo dakika 15 ziliweza kutosha eh, kuweza kutamatisha eh, ushindi huo wa RS Berkane dhidi ya Simba Sports Club, ambapo dakika 8 Kamala aliweza kuingia kambani, lakini pia dakika 14 Lamlio aliweza kuingia kambani dakika 14 Kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadru Davis ame kuwa eh, mechi ya marudiano ya fainali kombe la shirikisho Afrika kuna eh, sintofahamu ambazo zinaendelea mpaka sasa hivi, eh, baada ya kuonekana kabisa Benjamin Mkapa ulikuwa katika matengenezo. Lakini kwa upande wa kocha Fadru Davis ameweza kusema kwamba mechi ya pili itakuwa ya tofauti sana. Simba Sports Club nguvu yake kubwa zaidi ipo Benjamin Mkapa na sio sehemu nyingine, kama wao walivyocheza nyumbani kwao, kwa basi sisi tutacheza Benjamin Mkapa. Lakini pia kwa kuongezea amesema kwamba ikiwa tutacheza Zanzibar au Benjamin Mkapa eh, lazima tuweze kushinda na kuonesha ubaya ubwela. Kocha Fadru Davis ndo ameweza kuyazungumza maneno haya. Sasa kuna huo mlima ambao moja kwa moja RS Belkane wameweza kutengeneza kule Moroko, baada ya kuweza kumpiga eh, Simba goli mbili kwa bila, na baadhi ya watu wengi sana wako na doubt kama meza itaweza kupinduliwa kwa Mkapa au New Aman Complex. So kwa kwa mdau wa soka ambaye upo kipande chochote, right now, uko na mtazamo gani kwamba meza inaweza kupinduliwa hapa eh, nyumbani yaani kwamba kombe eh, litabaki hapa nyumbani au itakuwaje? Unaiona Simba ikichukua kombe la shirikisho Afrika? Drop comment yako kwenye anja comment hapo, utakometisha kina noma noma, till next time, bye bye.